Kwa sababu nalo liko kwenye neno la Mungu, ndio maana niliposikia moyoni, nisikie uzito sana, nisikie uzito sana, nitasemaje? Lakini nikasikia inasema faida za matoleo kwa watu watu, faida za matoleo. Mwalimu wetu mkuu unatoka kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 35, anasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge, na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. zasembezana na natamani tuone u msani, hiyo aya ya mwisho inasema, ni heri kutoa kuliko kuliko kutoa. Yani hapa mmoja wetu au kati yetu sote, inawezekana tunatamani hadi hata mzungu atupe midola hivi, halafu tuwe na maisha mazuri, au itokee tu tunapita mahali tuokote almasi makubwa, au tuwe tumepokea onaye kumpa mwingine au kumpa Mungu naweza siwe sana. Kwa hivyo sasa, unaposema kutoa unaweza ukatoa vitu kwa mtu mwingine ukampa, ni kutoa kile ulicho nacho kwa ajili ya ndugu kwa ajili ya Mungu kwa ajili ya watu wengine, anaweza siwe sana. mtu anaitwa Dorcas, sadaka yake ilisema, ile sadaka ndio ambayo ilisababisha wale watu walimlilia, kwani alikuwa na wasonea nguo tuili wa ile sadaka yake. Kwa hiyo kibiblia tunasema kutoa ni sehemu, kutoa mbele za Mungu ni kutoa kile ulichonacho kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia haitulazimishi tutoe ila inatamani tutoe kwa upendo na Mungu hatudazilisi tutoe, ila natamani kwa upendo tutoe. Kwa nini anatamani kwa upendo tutoe? Kwa sababu yeye mwenyewe ndiye anaye alianzisha kutoa sana. Mungu wetu ni mtoaji, na ndio maana na watoto wake anatamani tuwe vile vile kama yeye alivyo. Kama Mungu wetu ni mtoaji tusemewe sana. Kitabu kile cha Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 7 anasema "Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu mpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Ukisoma Biblia anapoenda kutoa anafurahia, hao ni kitu kama vile ni mzigo, anaona ni sehemu ya maisha yake zengini. <laughs> na wewe, tunapotoa tunapotangaziwa kitu za kutoa, tunaona kama ni sehemu ya furaha, lakini enyewe kwamba Mungu yeye anampenda yule mtu ambaye ambay kwa moyo kujufu, moyo wa furaha, si kwa uzuri, si kwa kulazimishwa. Anasema ndio maana anasema kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake. Vipi hiyo sadaka si nzuri jamani? Ile unayotoka toa, kwa sababu moyo wako umependa utoe, na Yesu asiwe sana eh. Utasema sasa kama inatakiwa nitoe kwa nini tunajifunza? A, a, tunajifunza ili tujue Baba yetu anataka hivi au anatamani tutoe kwa moyo wanaesa zie sana, kwa moyo wa kupenda. Anapenda tutoe, si Baba tuazirishi, ila anapenda tutoe na tutoe kwa moyo wa kupenda, wanayeza zie sana. Mi wakati fulani nikisomaga maandiko kwenye historia ya Biblia ukiangalia kama vile sisi sisi wa kizazi hiki kama vile tumepungua hivi hatua za kutoa. Wale watu walikuwa wanatoa wakati fulani, wakati fulani naona mtu ametoa ngombe 100 haujali kusoma si gobei, mtu ametoa ngombe mia mbili iko kazini. Lakini saa hizi sisi watu wa Mungu ambao tunasema wale le manabii wa zamani Mtu akileta ng'ombe kanisani, yani kila mmoja atamshambulia na maneno, mwingine atamwangalia anasema, eh, inakuila na uchumi wa kutoa hadi ng'ombe, ah, ah. Si kwamba anatoa kwa sababu la hapana mia saba utaziacha hapa. Kwa hiyo hata ukikazana sana ukanunua magari mia saba utayaacha siku ukiondoka. Yani kabisa tutakuwa na uhuru wa kuzika anapenda mimi na wewe tutoe, tutoe kwa moyo wa furaha. Anasema si kwa huzuni wala si kwa lazima. Eli, mwingine anatoa kwa huzunika, yaani ah, ah. Mwingine anatoa mpaka alazimishwe, yani mpaka umtafute kweli kweli, ndio anakukuba hela, napo umemsumbua, umekomaa naye sasa. Ile ile sio sadaka tu na Yesu asifiwe sana. Sadaka ile ambayo unatoa kwa moyo wa kupenda. Yesu asifiwe sana. Hebu tuendelee. tuone tu kwa ufupi aina za sadaka au matoleo ambayo watu wa Mungu tunaweza tukatoa. Aina ya kwanza ni sadaka ya shukrani, matoleo ya shukrani. pale Safina akatoa matoleo ya sukulani, anaweza zibezani anamshukuru Mungu, anasema asante kwa kwa Mungu likuwa na mimi. Zaburi ya mia moja na saba mstari wa ishirini na mbili anasema na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kium, kwa kuimba, wanaweza zipezan ya huruma au ya upendo naweza sana. Kuna sadaka ya shukrani, lakini nyingine ni ya upendo au ya huruma, kwamba kuna mtu umemhurumia. Na Biblia inasema kwamba amhurumiaye maskini anamkopesha na Bwana. Kuna mtu hakuwa umepanga kutoa, lakini umekutana naye ile hali uliyomuona ikakupelekea utoe kwa sababu ya Yesu asifiwe sana. Ukakutana na mama fulani amevaa kitenge kimetoboka na ukaangalia nyumbani kwako kule vitenge vingi tu vipya ambayo vinasubiri uvivae. Uka, ukaenda ukachukua ukampa. Ile ni sadaka ya moyo wa huruma au ya upendo. Na Yesu asifiwe sana, inatolewa kusaidia wale watu ambao ni wahitaji. Wale watu ambao na hiyo ndio ambayo na nini, Biblia inasema dini iliyo safi, ile inayoenda kuwatazama watu kama hao. Tujiulize, mimi na wewe tumefanya lini hiyo? Tumempa lini mtu muhitaji? Au sisi tumejifanya wahitaji siku zote? Anaweza siwe sana, inawezekana tumekaa kwenye namna ya, ya kuwa wahitaji siku zote kama vile hatufikiri kuwasaidia na wengine. Kumbuka, ulicho nacho kidogo kinaweza kikamsaidia mwingine, anaweza ziwe sana kidogo, ulicho nacho kinaweza kikamsaidia mwingine. Kwa hiyo tuseme sina cha kusaidia mwingine, tambua kwamba sadaka ya namna hii inagusa sana moyo kwa nini. Ukimpa mtu mwenye umtaji, Biblia imetuambia tunamkopesha wa wow. Yeah. Je, mimi na wewe tumemkopesha mara ngapi? Swali so, la kujiuliza mimi na wewe tumemkopesa Bwana mara ngapi? Au tunadai tu, Bwana msema, tutakopesa hatutakopa. Umemkopesa Bwana mara ngapi? anaeezazimeza imani, sadaka ya imani pale ambapo abii anatoa sadaka kwa Mungu tunaona ni kwa kumwamini Mungu tu anatoa sadaka na wa kipindi kile cha kwanza walikuwa hawana sana pa kuangalizia. Unajua, wa sisi tuna, tuna faida ya kusoma historia za wenzetu, jinsi walivyotembea na Mungu, jinsi walivyokuwa wanamtolea, tunajifunza si ndio? Ukisoma kwamba kwa Korinelio, kwa kwa sadaka yake ilisema, na unajifunza najifunza, ah kumbe naweza nikatoa ikasema mbele za Mungu. Sasa hawa ndugu walikuwa hawana pa kusoma huyo, wabidi hakuna pa kusoma ila tu kwa, kwa imani akachagua vitu vinono akachagua vitu vizuri, akasema hiki nampelekea bwana wangu, akasema nampelekea Mungu hiki. Kaini sasa akachukua vitu vya kawaida tu. Hebu tumhukumu pamoja, Kaini, kabla tujajihukumu sisi, tumhukumu kwa pamoja, Kaini. Kaini si alichagua vitu vya kawaida, si ndiyo? wakati huwa tuna Mungu Mungu yaani, kwa kweli Kaini na yeye

mtumishi wangu, na ndio maana kaanza kumwonea wivu. Kumwonea wivu, wivu umekuja kwa sababu alitamani na yeye bwana angempaka pale na ile sadaka. Kwa hiyo alitamani afanye vizuri, ila akajikuta anataka afanye vizuri kwenye kufanya ibada, wala yesa sinye sana. Tujifunze huo mfano, lakini tujue kwamba sadaka ya imani watu wanatoa, au kwa yule mjane wa Sarepta. Siku moja nikasema nikasema, wewe fikiria Elia, ametoka huko na safari zake, anafigia mama anasema naomba unitengenezeni mkate sindio? Nili yule mama anamwambia kwamba kabla wakikauga kidogo, iti tunafinyanga na mwanangu tunakula tu ili tu tupe, sindio? Anamwambia Elia, Elia, hebu namwambia unitengenezeni mimi kwanza. Alafu Bwana atakuonekani. Sasa niulize, wewe ameshindwaje kukuonekani huko ulikokuwa? Unataka kuonekani kwenye vya kwangu. Anaweza sivyo sana. Kwa hiyo ukijiuliza hayo masalimu tatamwa kwamba yule mama alifanya kwa imani, alifanya kwa imani kwamba ah hebu niamini tu kwa sababu ni Mungu inawezekana na kupitia huyu mtumishi wa Mungu. Anaweza sivyo sana. Eh. Nikakwambia kama wewe na mtimua sema wewe hata janja zako amesimbaje? wewe kukubaliki, wanaesa siwe ah, sana lakini. Uwe mama hii ya kubali, wanaesa siwe sana. Sadaka nyingine haina kuna sadaka za nabii, hizi ndo hatari sana watu wa Mungu, hebu mwambie jirani yako, hizi ndo hatari sana, sadaka za nabii, watu wanaahidi na pili, ni ahadi, wanaahidi mbele za Mungu. Jamani, chakwa dogo ndio kwa simi ndio laki mbili ndio laki tano ndio laki nane lakini tunapiga makofi wetu hapa hapa. Ahadi kwa ndio anaonekana, baada ya haleluya anaosubiri mtambo ukisha, ndio anakuja, anatokea mwamba, tena aje ahidi tena. Usikawie kuitoa nadhiri yako. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 anasema wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi nadhiri na wapumbavu. Basi iondoe hiyo uliyo iweka nadhiri, ondoa Hakuna dai yote, mimi na wewe tunawezekana. Ukipiga hivi mahesabu ya madeni na yale ni makubwa, au unisema tu Mungu anisamee tu, haleluya. Usamee vipi wakati ya aidi kwenyewe? Haleluya, ndio maana wakati wa kuahidi, aidi kile ambacho una uwezo nacho, aidi kile ambacho utaweza, wanaweza sipesani usi kwa sababu unaahidi mbele za Mungu. Kwa hiyo ukiahidi kwa kutufurahisha sisi watazamani, maana sisi watazamani tunatazama jinsi unavyoahidi kwa Mungu, na sisi tunaahidi kwa Mungu wetu. Kila mmoja yupo kivyake. Sasa ukiahidi alafu kapotelea miti, Biblia inasema ya, so, ya kwamba usikawie kuitoa, ujue kwamba nabii lazima itimizwe

laki mbili laki mbili laki mbili kila kanisa umekuja mchango ni laki mbili jamani tunaanza haya haya haya haya mtu anasema mimi nitatoa elfu hamsini mi nitatoa elfu arobaini mi nitatoa elfu ishirini haya baada ya hapo sasa kumkuta huyo aliyesema nitatoa elfu ishirini ni kipengele huku sisi viongozi wamekaa wamepiga meseji jamani anatosha ka laki mbili kwa hawa watu wa mungu walio hai kanatosha ka laki mbili Mwingine ambaye hajaahidi anaambiwa ubarikiwe mtu wa Mungu. Eh, yule kulia mpiga mambo sasa. Kwa nini namkuta? Unamwambia anatokea mlango huo na ingilia huko hivyo tu. Nitaenda kesho kesho kesho kesho mpaka naweza mchango. Naingia ingia upya. Na yeye yuko. Ukija mchango mwingine mpya na anaahidi. Eu, mwambie jirani ni angu, ume ahidi mara ngapi ya kuja toa? Walee sana <gulia> <tis> Ah, sadaka nyingine sadaka inaitwa sadaka, sadaka, sadaka maalum kwa ajili ya huduma. Na ah, Yesu asifiwe sana. Kuna sadaka maalum kwa ajili ya huduma utaangalia kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 9 mstari wa 14 na Wafilipi 4:15 mpaka 18. Utaona jinsi ambavyo Paulo alikuwa anawezeshwa na watumishi wa Mungu wa kanisa, wanampelekea sadaka, anapelekewa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hiyo ni sadaka maalum kwa ajili ya huduma. Watu wa Mungu walikuwa ana, ana, ana, na kusanya vipawa. Sasa yeye anawashukuru, anapishana, anasema ndio na sio na sadaka zenu wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu, ndio kama ile sadaka ya umisheni si situnaituma kwa ajili ya kwenda kuwasaidia wale watu wa Mungu wanaoenda kule kutumishei. Kwa hiyo mtu wa Mungu uwe lazi na hizo sadaka. Sadaka ambayo ya mwisho nitaisema, ziko sadaka nyingi, lakini ya mwisho, kuna sadaka maalum ya kutoa itwayo zaka, fungu la kumi. Ili sadaka ya lazima ya Marezo, si yaou ae azime sana yani Mungu katika mashariki yake, sadaka zingine si lazima, ni kwa kupenda. Iyo sadaka ya fungu la kumi ni ya lazima. Kwa nini? Kwa sababu ina mahesabu tayari yamekamilika, aeezazime sana si mimi na wewe. Inawezekana kuna mtu yani mpaka niseme yani ayato fungu la Ukibonyea asema sikataje hela yenyewe na mshahara. Unataka kuniambia hakuna hata uliyekutana naye akakupa buku. Eh? Hakuna uliyekutana naye akakupa hata elfu mbili. Akasema mwana fulani kuna soda pale na Saudi kwamba ile aliyosema kuna soda pale pale, bana hela ya mkono. Haya si kwisa? Akgikalika mdogo mdogo hivi, nilikuwa naona yani mashemasi na wazee wa kanisa wanamfuatilia mshirika mmoja mmoja, umetoa kwa mwezi huu fungu? Wafikiria eh, ungeitoa eh, sana Na usipotoa ni miezi miwili mitatu wanakufukuza kanisa. Sawa, wanakutenga, wanakufukuza. Misimamo ya dini mikoma, wanakufukuza kabisa. Basi wewe ukifanya kibarua, nilifanya, eh. Ulipopata mia tano, ulitakiwa ulete shilingi ngapi jamani? Hamsini. Ulipopata mia tano, ilitakiwa ya Bwana iwe mia tano. Mwingine anasema, eh, nimepata elfu moja jamani. Mia Nia una ila ya nini kama ni haleluya? Haleluya! Ya, hati na amina. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Lakini nakwambia kwamba kwa sadaka ya zaka, ni ya kiso la Mungu. <laughs> Saizi tuliokoka, unakuta wanatoa zaka. Yani wanajulikana kukaniza. Anayipa wame ya zaka ni fulani, ni fulani, ni fulani mpango kumwomba Mungu tu kumpa zaka na, yani mhubiri <laughs> anasikia na mwezi mjao. Huyu anasikia. Na kwa jina la Yesu.